Shalom, leo ni tarehe nane mwezi wa sita tarehe nane mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano Tarehe nane mwezi wa sita ina ina kumbukumbu nzuri sana mbinguni, alafu kuzimu ina kumbukumbu mbaya, kwa sababu miaka kadhaa iliyopita kuzimu ilitetemeka, alafu ikajuta ili kwa nini, kwa nini haikusababisha mimba ya mwanamke mmoja iharibike? Happy birthday to me! Leo ni birthday yangu, na nina zawadi kwako, zawadi ambayo usiponielewa leo, usiponielewa kwenye hili somo basi somo zima hautalielewa, lakini ukinielewa leo, ninachoenda kukufundisha leo, somo lote la uchungu utalielewa na utakuwa uta, na furaha ya kulifanyia kazi. Um, kwa nini nimesema kwamba leo ni siku ambayo kuzimu ilitetemeka? Kwa sababu unajua shetani huyo anajua, anajua ratiba zetu kwa sababu leo ni siku ambayo pia anaenda kutetemesha uzimu. Nataka nikupe nikupe sababu ya kwa nini unapitia uchungu, kwa nini una uchungu, kwa nini maisha yako yamejaa uchungu? Kwa nini unaumia? Kwa nini huna furaha? Achana na hiyo furaha unayotuigizia. <laughs> ile furaha unayoitafuta ile ambayo unatamani, ambayo sasa unadhani kwamba ukiitafutia labda kwenye pesa utaipata, upati, utaitafutia labda kwa, kwa mpenzi, uipati utatafutia kwa, kwa watoto labda watakupa ile furaha, huipati. Utatafutia labda kwa marafiki, huipati hey. Matokeo yake wanakuumiza, wanakuumiza. Ni mtu uliyetegemea huyu atanipa furaha, hakupi furaha. Aha, kwanini? Kwa nini tunaumizwa? Nakupa sababu hizi, sababu mbili leo. Nakupa sababu mbili za kwa nini unaumia, oh. Chanzo kikuu cha maumivu yetu ni shetani. Shetani, hivi ushawahi kufikiria ama kusema ama kuwaza mwenyewe kwamba adui yangu ni fulani, adui yangu ni yule rafiki aliyenichoma mali, adui yangu ni yule rafiki aliyenisaliti, adui yangu ni yule ndugu aliyenifanyia ubaya fulani, adui yangu ni mzazi wangu, adui yangu ni mtoto wangu, yani, asingekuwa yeye nisingekuwa hivi na hivi na hivi na hivi na fulani na fulani na fulani na fulani adui yangu ni serikali, adui yangu ni wananchi, adui yangu ni chama pinzani, adui yangu, adui yangu, adui yangu. Wale ni wajumbe tu, wale ni vyombo tu vya kupitisha uchumi, hata sio adui sawa? ndicho nichojifunza ya maisha haya ya miaka kadhaa, naenda kuitafuta kumi ya tano. Niichojifunza mimi sasa hivi, mimi mimi Kristoel, nina aduiwa huyu, tena aonekani Adui yangu ni Shetani tu, wengine habari zenu, wengine ni vyombo tu, wengine wanatumika tu kuharibu. Kumbuka, kuna mahali huko nyuma, wakati nafundisha, nilikwambia hakuna mwanadamu anazaliwa mbaya. Ubaya tunajifunza hapa duniani na wakati mwingine unaweza waka ukamdhani mtu ni mbaya, lakini kumbe si mbaya, kumbe wewe unahisi tu, kumbe unadhani tu. Katika mapito niliyopitia, katika majaribu niliyopitia, katika machungu niliyopitia, namshukuru Roho Mtakatifu, namshukuru sana, alinifundisha kitu kimoja fu akaniwekea conclusion na adui huyu mmoja tu shetani. Yani, haijalishi nani amekuja kuniumiza, haijalishi maumivu yamepitia nani, nina adui huyu, na hiyo imenisaidia sana kusamehe, imenisaidia sana kuachilia. Nimekuuliza, kwa nini tunaumizwa? Nimekuuliza afu nikakupa jibu, si ndio? Hapana bwana, sijakupa jibu. Nimekuambia anayetuumiza ni nani? Shetani ndio anayetuletea uchungu, anayetuletea stress, anayetuletea maangaiko ya moyo, anayetuletea masononeko ya nafsi. Sasa kwanini, kwanini, kwanini kwa kwanini kwa nini yeye? Nalijibu katika aina mbili. Kwa nini tunaumizwa? ni kwa sababu tunaumizwa na vitu hivi viwili. Chanzo ni shetani, ili tunaumizwa kwa sababu hizi B, muumizaji ni shetani, lakini tunaumizwa kwa sababu hizi. Sababu ya kwanza hapa, sasa, hapa ndipo ambapo ni uamue unielewe au usinielewe. Sababu ya kwanza, tuna uchungu, tunaumizwa kwa sababu ni ahadi ya Mungu kwa sababu ni nini? Ni ahadi ya Mungu. Unaweza ukawa unajiuliza, eh, ahadi ya Mungu kivipi? Nimekwambia chanzo ni nani? Shetani. Lakini tunaumizwa kwa sababu hizi mbili. Sababu ya kwanza tunaumizwa, tunapata uchungu kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Sababu ya pili tunaumizwa tunapata uchungu na masononeko na kila aina ya, ya, ya pakanga katika nafsi zetu katika mioyo yetu, kwa sababu shetani anatuonea wivu na hataki kunyang'anywa mamlaka yake. Sababu ni mbili, Sababu moja inaenda kwa Mungu, sababu ya pili inaenda kwa shetani, ila chanzo ni shetani. Utanielewa. <laughs> kwa nini, kwa nini Mungu, kwa nini sababu ni kwa nini? Ni ahadi ya Mungu. Ukiangalia Mwanzo tatu, sawa Mwanzo tatu mstari wa kumi na sita. Adamu na Eva wamesha kula tunda, wamesha asi amri ya Mungu. Mungu anatoa anatoa anatoa adhabu. Mwanzo tatu mstari wa kumi na sita. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto utu. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawa adi ya Mungu. Amri ya Mungu, adhabu kutoka kwa Mungu. Unaona kwamba namsingizia <laughs> Mungu. akamwambia mwanamke hakika nitakuzidishia uchungu wako. Unataka kuumia kidogo, utaumia zaidi. inaweza kuwa Mungu aliweka ka uchungu fulani hivi, yaani kidogo sk kidogo, labda ndio ilikuwa plani ya Mungu, ila kwa sababu bibi yetu Hawa alikosa, akasema okay okay okay, takuzidishia uchungu um, Emu fikiria kuna neno hapa, baada ya uchungu wako sawa eh? Nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwa kwa utungu usazaa watoto ule ule uchungu wa kuzaa unaitwa utungu.